Majengo hayo yatagharimu bilioni moja nukta tatu, lakini yako majengo ambayo tumeyapa kipaumbele kama vile Ilemela, ambalo naendelea, na wala sioni vibaya, sioni kuendelea kutoa shukurani kwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliyetusaidia shilingi milioni mia moja. Leo jengo la wagonjwa wa nje la Ilemela limekamilika na mambo yanakwenda vizuri kazi tuliyonayo ni Nyamagana, tunajenga ghorofa tatu. Misungwi na Sengerema tunataka kufanya mwendelezo. Tumekuja leo viwanja vya bajiri, kwa maana ya hapa Furahisha. Target yetu ilikuwa kwenda kukusanya zaidi kwa sababu sisi mchakato wa kukusanya fedha hizi za bajiri unakusanywa mwaka mzima kwa kidogo kidogo, mpaka tunaingia hapa viwanjani tulikuwa tayari mkononi tuna milioni 14 leo kama mlivyosikia taarifa tumeondoka hapa na shilingi milioni arobaini kwa maana tuna keshi milioni ishirini na nane na kwa hiyo utaona kwamba tumefikia lengo la awali, kwa sababu leo ni siku ya kupaza sauti. Mchakato sasa unaendelea kuwaona wahisani wadau wa maendeleo sisi wenyewe kupitia mtiririko wetu kama mlivyoona hapa, tunaulizana masheikh wa kata, maimamu wa misikiti, viongozi wa wilaya, viongozi wa mkoa, wapenzi wetu, wahisani wetu ambao wako tayari kutuunga mkono. Hapa katika mkoa wa Mwanza tunajenga hospitali, hospitali kutusaidia kina mama hasa tutakwenda kujifungua tutakwenda kujifungua, una manesi ambao ni wanawake ambao watakuwa wanakuzalisha. Hii itakuwa ni stara kubwa sana kwetu sisi wanawake. Asalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mimi kwa majina naitwa Alhaji Rajab Rajab, ni mjumbe halmashauri kakupata mkoa wa Mwanza kuja e, hapa kumunga e, mkono shekhe wetu Shekh Shayf Hasani Kabeke katika swala la, la uchangiaji kwa vituo vya afya katika wilaya saba ya mkoa wa Mwanza, na alhamdulillahi naona mambo yanakwenda vizuri, na hapa tumekuja katika badri dei, kila mwezi kumi na saba ya Ramadhani. Huu ni mwaka wa tatu sasa hivi unafanyika, kuwa kuna Uislamu ulifuishwa katika vile vita vya badri dei, wale waislamu mia tatu kumi na tatu walikuwa wamepigana na wapinga Uislamu makafiri alfu moja. Mm -hmm. Na pale Uislamu kwao umeshinda, na ndio maana unaona Uislamu mpaka sasa hivi umeenea dunia nzima kwa ile tukio la Badru. Ile tukio la Badru limechukuliwa sasa hivi hapa kwa ajili ya kuhamasisha e, jihadi ya kujenga vituo vya afya, naona na umma wameanza kutikia sasa hivi.